Kujitunza mwenyewe baada ya kupoteza kazi. Video hii inaeleza kuhusu hisia unazoweza kuwa nazo baada ya kupoteza kazi kighafla. Ukiachishwa kazi kwa njia hii, inamaanisha kuwa umesimamishwa kazi bila kutenda kosa lolote, au mwajiri wako hana uwezo wa kukulipa, au hahitaji usaidizi wako tena. Unaweza kustahiki msaada kama malipo ya ukosefu wa ajira na huduma za afya. Muulize mwajiri wako lini utapokea hundi yako ya mwisho ya mshahara. Pia, uliza kama bima yako ya afya itaendelea baada ya siku yako ya mwisho kazini. Unaweza kustahiki kupata mafao ya ukosefu wa ajira. Kupata idhini ya mafao hayo huchukua muda. Kwa hivyo ni muhimu kuuliza mapema iwezekanavyo ili kuepuka vipindi virefu bila kipato. Kwa baadhi ya watu wengine, kupoteza kazi kunaweza kuwa afueni kutoka kwa hali ngumu kazini au fursa ya kujaribu jambo jipya. Kwa wengine, kupoteza kazi kunaweza kuwa na ugumu sana, na kunaweza kuathiri afya ya akili na mwili. Watu hukabiliana na mabadiliko na msongo wa mawazo kwa njia mbalimbali, na video hii inaeleza baadhi ya hisia ambazo watu hupitia wanapopoteza kazi ghafla. Tafadhali kumbuka kwamba hisia hizi ni za kawaida na hauko peke yako. Unaweza kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu jinsi utakavyoendelea kulipa bili zako na kuendesha familia yako. Kazi mara nyingi huleta ratiba ya kila siku, na bila kazi unaweza kuogopa kuhusu jinsi utakavyotumia siku zako. Pia unaweza kuwa na wasiwasi kuhusu jinsi utakavyopata kazi mpya. Kupoteza kazi kunaweza kukufanya uhisi hasira sana, hasa kama ulikuwa mfanyikazi mzuri na ni vigumu kuelewa kwa nini hili limetokea. Unaweza pia kuwa na hofu ya kutowaona tena wenzako wa kazini na ukajihisi mpweke. Kuna uwezekano wa kupoteza furaha, au uthamini wa mambo ya kila siku. Unaweza kuhisi kwamba maisha yako hayana maana. Unaweza kujihisi na aibu na kuwa na mawazo mabaya kuhusu wewe mwenyewe. Pia unaweza kuhisi uchovu wa mara kwa mara, kuumwa na kichwa, kupata shida ya kulala usiku au kulala kupita kiasi. Ni muhimu kukumbuka kwamba hisia kama hizi hazidumu milele. Kipindi hiki kigumu katika maisha yako kitapita. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia wakati huu. Jipe muda wa kuzoea hali hiyo mpya uliopo sasa. Usijihisi na aibu. Waambie familia na marafiki wako kuhusu kupoteza kazi mapema iwezekanavyo. Kuficha jambo hili kunaweza kuongeza msongo wa mawazo na kwa watu wengi, kuwa na msaada wakati wa hali ngumu husaidia sana. Shiriki hisia zako na mwenzi wako, marafiki wa karibu na familia, na waambie watu wengine muhimu katika maisha yako kuhusu kinachoendelea. Jaribu kuangalia tukio la kupoteza kazi na hisia zinazofuatana nayo kama hali ya muda. Kukubali msaada na usaidizi kutoka kwa watu wanaokujua au wanaokujali na walio tayari kukusikiliza. Kunaweza kusaidia sana. Jipangie ratiba ya kila siku. Kuwa na mpangilio wa kila siku kunaweza kukusaidia kuleta muundo wa maana katika siku yako. Jaribu kuamka saa ile ile kila siku. Vaa nguo na usisahau kula. Mwili wako unahitaji nguvu. Tumia muda nje na tembea katika mazingira ya asili. Ikiwa unatumia pombe punguza. kiwango unachokinywa. Jitunze kimwili na kiakili. Ili upate kazi mpya, unahitaji kuwa na afya njema na kupumzika vya kutosha. Kuhisi wasiwasi au huzuni na kupoteza hamu ya kufanya shughuli ambazo ulikuwa ukifurahia hapo awali ni hisia za kawaida baada ya kupoteza kazi. Hata hivyo, ikiwa hisia hizi zitaendelea kwa muda mrefu, kuna umanufaa wa kuzungumza na daktari au mtaalamu wa afya ya kiakili au kupata msaada. Hatuwezi kudhibiti kila jambo linalotupata maishani, lakini tunaweza kuchagua jinsi ya kukabiliana na hali hizo. Kumbuka kwamba hakuna hali inayodumu milele. Kipindi hiki kigumu katika maisha yako Kitapita. Unaweza pia kuwasiliana na kitengo cha bima ya ukosefu wa ajira katika idara ya kazi ili kupokea msaada kwa kupiga simu nambari 1 877 214 3332. Bonyeza moja kuomba mkalimani. Wakalimani wanapatikana bila gharama yoyote kwako.